Kwa jina naitwa Toa Sambi natokea kijiji cha Namdimba jimbo la Namnyamba. Tuna shida sana, changamoto ya kijijini hapa, changamoto kubwa ni maji. Kama hivi ilivyo yani tunataabika, tuna tunahangaika kama muda wa masika ikikata mvua tu, kiangazi tunahangaika sana, kutoka hapa paka tunakwenda kufuata maji takriban ya dakika zaidi ya lisaa limoja na nusu, tunahangaika sana kuhusu mambo ya maji. Sasa tunachoomba kama hali hii iliyotokea hii ukame ushaanza mvua zinyeshi, tunazidi kuhangaika mpaka mashuleni watoto wanawatuma kuja kuchota maji, wanafika hapa wanahangaika, wanakaa muda mrefu sana kuhusu mambo ya maji. Tuna shida sana tunaomba sana serikali kama mnatuona hivi tulivyo tunatuangaika, mtusaidie kivyovyote vile, ili tu mtusaidie angalau kijiji chetu tupate maji. Tuna shida sana na maji, tunaombeni sana serikali tunaombeni sana. Kwa jina naitwa Ratifa Ahmadi Mpwapwa, mkazi wa kijiji cha Namdimba wilaya ya Nanyamba. Haya maji tunayachota ambayo yanatuama tukisha yachota tayari tunaenda kuyatumia nyumbani kwa matumizi ya aina yote, kupikia, kuoga na na kunywa. Kwa kufuria na kunywa. Kwa jina ni Reagan Batista Chota. ntchota mwalimu wa shule msingi Namdimba, kiukweli kwa shule msingi Namdimba kuna changamoto ya maji. Changamoto ya maji ni kubwa sana wa shule yetu. Hasa kuzingatia kipindi cha kiangazi, shule nyingi kwa hii kata ya Mlima zina visima vya shule lakini shule yetu haina kisima chochote. Shida ya maji ni kubwa sabu, ya kiangazi, tunamua, kunamuda, kwa sababu kipindi cha kiangazi tunaamua kuna muda tunatenga kwa ajili ya wanafunzi kwenda kupatafuta maji kwa ajili ya familia za walimu, ukiacha hata matumizi ya walimu pia na matumizi ya shuleni. Wanafunzi wanapata shida ya maji, kwa hiyo tunatakuwa, yaani tunapata shida ya maji kiukweli kweli, hasa kipindi cha kiangazi, kwa sababu kipindi cha masika unaweza kusema walimu wanapata maji kulingana na mvua zinavyonyesha lakini kipindi cha kiangazi kwa kweli ni shida kubwa, na katisha masomo ya wanafunzi kwa ajili ya kupata maji kwa ajili ya matumizi ya shuleni na pia matumizi ya kwenye, kwenye majumba ya walimu. Kwa hiyo, yaani tungependa serikali isaidie kutatua hili tatizo la maji kwa shule ya msingi Namdimba iliyopo kati ya mnima halmashauri ya mji wa Nanyamba. Kwa hiyo tunapata shida sana ya maji, shida ya maji ni kubwa, maji yanapatikana mbali, umbali mrefu kutoka shule, ilipo shule kwa hiyo tungepata kisima cha shule ambacho kingeweza kutunza maji kipindi cha ja kiangazi na masika, ingekuwa shida, e, shida yetu ingekuwa imetatuliwa, ingetusaidia kwa, kwa kwa yaani kwa, kwa kiasi kikubwa sana cha kupata elimu kwa wana huko kwa watoto wetu waliopo ambao wanahitaji kupata elimu kwa mwaka mzima. Haya maji kwa kwangu tunatumia kunywa, kupikia na hata saa zingine watoto wanachelewa shuleni, unakuta shule anatuma nenda kachota maji kisimani akija huko anakuta foleni. Hmm. Kama ndo hivi na maji yenyewe sasa hivi ndo yanakaa hata hivi. Hmm. Kwa hiyo hapa isiponyesha mvua sasa hivi tuna taabu ya maji. Hiyo mm, hata changamoto ya maji saa zingine mm, tunashindwa n tunashindwa kwa kupata maji yani isha, maji paa kiisha, hatujui kwa kupata maji kwa haraka haraka. Kwa kweli kangu siwezi nikakudanganya kwamba mazingira a kijijini sonaona hakuna kwamba kuna sehemu labda kuna pharmacy kwamba wanauza madawa. Kwa hiyo tunatumia hivyo hivyo kunywa, mwingine achemshi mwingine tunachukua hivyo hivyo tunakunywa.